Hatuko nani kama mkeo kakushinda, ataenda Simba. Kwa hiyo watu wachana nao, mimi niseme tu tunashukuru kwa Mwenyezi Mungu, amanapata kushukuriwa, isipokuwa Mwenyezi Mungu kasaidia. Aa, faida tulikuwa tuna kiu ya miaka mingi na kila mtu akutembea baya Mwenyezi Mungu nimefurahi nimefurahi kwa sababu nimeona kitu ambacho kilitokea miaka mingi. Kuna kelele zilikuwa nyingi, lakini tukataka kutusaidia Yanga hapo, hao wavuvi wako Pemba hapo, atatajiaje? wavuvi hao wavuvi utatajia, wavuvi utatajia, wavuvi wapi Yanga wavuvi utatajia wavuvi. Mwamuzi alikuwa fea, penalti tumekataliwa na wamekataliwa offside. Offside ndio sheria ilipo. Kwa hiyo kama kuna mtu ananung'unika, hiyo shauri yake. Sisi tumeingia finali kwako kura kubwa sana namba haina mfano kama Simba hakuna, na hili kombe tunabeba, tunabeba, tunabeba kombe, kombe tunabeba. kuna shuhudia fainali ya pili yeah, yeah, ya mnyama na Simba katika mwaka 1993 na mwaka 2025. Tunaendelea kuzungumza nimefurahi niliona wakati nikiwa bado mdogo, leo nimeona nikiwa na watoto wangu, watoto wangu, familia, kila kitu wameona. Kwa hiyo nimefurahi sana. Niseme tu kwa binafsi yangu nimefurahi na niwapongeza wachezaji na benchi la ufundi pamoja na wana Simba wote. Niwambie Simba I love you. Simba naipenda sana, Simba naipenda sana, Simba kutoka moyoni. Sina eh. <tipenna> mfano sio mtu wa kununuliwa mie Simba damu. Naendelea kumwambia Mama, mama jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan ais Mama, tumemwambia hivi, kombe tunalipeleka Ikulu. Wakati yeye anagombea, kombe liko Ikulu na heshima ile, ni sisi tunaleta, hamna mtu mwingine. Kwa hiyo tumwahidi mama, kombe linakuja Tanzania. Wao walipeleka medali, oh, tunabeba. Walikuwa wakaele sana, tumekata kichaka chao. Yes, wavuvi wako Pemba, wanavua samaki Nimefly, nimefly, nimefly kwa sababu nimeona kitu ambacho kilitokea miaka mingi, kuna aatajiaeauauuttali au uajauai yangaau upande au mwamuzi alikuwa fea. Penati tumekataliwa na wamekataliwa, ndio sheria ilipo. Kwa hiyo kama kuna mtu ananung'unika, hiyo shauri yake. Ah, kwako. Tumeingia finali kubwa sana, haina mfano. Hakuna kama Simba, hakuna

u wakembao unatajiaje? wavuvi a wavuvi ututajia wavuvi ututajia wavuvi wazili Yanga wavuvi ututajia wavuvi. Mwamuzi alikuwa fea, penalti tumekataliwa na wamekataliwa penalti, ofsaidi ofsaidi. Ndio sheria ilipo. Kwa hiyo kama kuna mtu ananungunika, hiyo shauri yake, sisi finali. tumeingia kwako kubwa sana, haina mfano, hakuna kama Simba, hakuna na hili kombe tunabeba. Hili kombe tunabeba hili ah, kombe tunabeba. Yeah, yeah, yeah. Kuna shida ya fainali ya pili ya mnyama simba ya nchi hatuko kwa sababu ya Haji Manara. Haji Manara wa nani? Kama mkeo kushinda utaenda Simba. Kwa hiyo hao watu wachane nao, mi niseme tunashukuru kwa mwenyezi Mungu, amna anapata kushukuriwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaomba kwa Mwenyezi Mungu anabikabogoa Mwenyezi Mungu, Mungu katusaidia kumana fika fainali. Kulikuwa tunakiu ya miaka mingi na kila mmoja kutombea baya, Mwenyezi Mungu atamlani kila mwenye kutombea baya, Mwenyezi Mungu atamlani. Nimefurahi, nimefurahi, nimefurahi, nimefurahi kwa sababu wavuvi achana nao Yanga, wavuvi wako Pemba hapo atakajiaje? wavuvi hao, wavuvi ututajia, wavuvi ututajia, wavuvi wapi? Yanga wavuvi ututajia, wavuvi eh. Muamuzi alikuwa fair, penalty tumekataliwa na wamekataliwa penalty, goal ya offside. Offside ndio sheria ilipo, kwa hiyo kama kuna mtu anazungunika hiyo shauri yake. Sisi tumeingia finali na kwako kwa kwa sana haina mfano kama Simba, yeah. Hakuna na hili kombe tunabeba, tunabeba kombe, kombe tunabeba. Unashuhudia fainali ya pili ya mnyama Simba katika mwaka 1993 na mwaka 2025 unaendelea kuzungumza niliona wakati nikiwa bado mdogo, leo nimeona nikiwa na watoto wangu, watoto wangu, familia, kila kitu wameona. Kwa hiyo nimefurahi sana, niseme tu kwa nafsi yangu, nimefurahi na niwapongeze wachezaji na benchi la ufundi pamoja na wana Simba wote, niwaambie Simba, I love you Simba, naipenda sana, naipenda sana Simba kutoka moyoni, sina eh mfano, sio mtu kununuliwa, mimi Simba damu eh, kumwambia mama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama Samia Suluhu Hassan, mama tumemwambia hivi Tunalipeleka Ikulu wakati yeye anagombea, kombe liko Ikulu na heshima ile, ni sisi tunaleta, hamna mtu mwingine. Kwa hiyo tumwahidi mama, kombe linakuja Tanzania, walipeleka medali, kombe tunabeba. Walikuwa wakaele sana, tumekata kichaka chao. Yes, wazuzi wako Pemba wanavua samaki.